Bebi noma nimebaria jamaa za kuoga tu huh? <laughs> mpaka saa hivi. Kama una haraka wewe nenda. Basi njooni gela nauli mimi niondoke. Unasemaje we, <laughs> wewe nauli? Unasemaje sijakula nauli? Eh? Eh, my Lord, eh? <laughs> Zile nauli zilizokuwa unakula afu dakika za eh? mwisho hauji. Leo ndio umeamua kuja, zile ndio zitakurudisha nyumbani kwenu leo.